Jana unadiki kinywa soda na mandazi, ili hali unajua bado mimi nakudai kodi yangu. Kwa hiyo hata kula ni sile kwa sababu ya kodi yako. Maisha leo yamenilemea hivi. Mbona unakusudi kuwa na utu hata kidogo? Nimekaa kwako muda gani? Ni miaka mingi nimekaa hapa kwako, lakini unanidai kama mnyama, kisa tu kodi ya miezi mitatu. Maskini nilitamani utajiri nikatumia njia za asili asa, leo ninaumiza naumi za akili asa limegeuka. Shubiri acha Shubi, maneno yako bwana. utafuta hera iw wanatafutaa, na mwisho wa mwezi hera, kama utaku meshia kunipa kodi yangu nyingine, na kufukuza, ondoka kabisa kwenye chumba changu.

Na umeniumiza. Umebrea, ulipeleka kwa daktari. Yaani mama kumbe ndio maana siku yetu tulikula chumvi ambayo haina mboga. Hmm? Chumvi ambayo haina mboga. Wewe bwana unaibaga sukari siku sema. Naiba wapi? Mimi siibagi, mimi nachukua. Na jana. Jana na, uh, Ami, Chala, jala, mimi, chukua, tu tumekunywa sukari bila uji. Amiji. Tena jana mimi nilichukua tu, nilichukua tu, nilichukua nikaenda kuchukua. Nilipochukua nikapeleka kuchukua. Ukapeleka wapi? Si chukua hela nikaenda kuchukua hela mandazi. Kwa nini uchukue? Kwa nini uchukue hasa? We ngoja andazi melinyima na umeiba jero. Sikia, nenda kukusema kwa, kwa mama. Nisema kwa mama, mtu mwenyewe mweu, ani baba yetu, eni yetu za, mweusi, mama mweusi, alafu mtu mwenye ana macho ma beupe kama ya zeruzeru yo, alimtoa wapi? Basi hata andazi nimelinyima. Muda na wazo singezalio maskini kila sena na katalio kula kwangu mimi ni kwa kutupio fungu langu lini nitajazio. Sivyo marangu na nchukulia aji yangu na nchukulia mimi muuza mandazi yao. Nisikilize marangu, yaani kama una hali ngumu, mimi mwenyewe nina hali ngumu vile vile. Yaani kabla wewe unitafute mimi ndo nakutafuta. Hivyo yani unanitafutia kesi au? Yeye nataka nionekane mtaani mimi sio. Yaani mtu wani mtu mbaya, sio hivyo? Shetani, uongo. Wanisikilize. Nataka hela wangu. Oh, unanisikia? Nataka hela wangu. Yaani unavongea utafikiri ni hela kubwa. Elfu ishirini tu. Eh, elfu ishirini. Leta hela. Fanaume atumaini hela ndogo ndogo kama hizi.

muda na wazo singezaliwa Maskini kila semu na kataliwa Kula kwangu mimi ni kwa kutupiwa Fungu langu lini nitajaziwa Maisha leo yamenilemea menilemea Musalaba si... Mm -hmm. Wee saivu naendaje? Nenda hapo kwa lafiki yangu kwa angalia movie yaani e. Yaani wee saa hivi wazi shule, sindo hivu? Yaani wazi elimu. Yaani mimi kaka kunapambana kutafuta ada. Afu unatoka nyumbani unaenda hivi hauna kazi za kufanya nyumbani. Yaani wewe, inavyoonekana, unapenda sana michezo kuliko elimu. Hivyo basi, mimi nimepambana, nimepata ada japo <gibu> Chika. Ni kidogo ya shika, na nitafuatilia kama kweli unafika shuleni. Yani siku nikigundua ufiki shuleni wewe unaweza ukawa mjanja mjanja sana kunizidi mimi. Na hata ukitoa hiyo kofia yako, unaonekana kabisa wewe una ujanja mwingi kunizidi mimi. Wewe ni mjanja siku zote mimi nakwambia. Ah, usinipange. Sio kukupanga, mimi nakwambia ukweli. Hivi kweli? Eh, sasa unaona sasa. Sasa nisikilize kitu kimoja. Nataka uende ukaongee na yule mwanamke. Wewe nani? Sikiliza basi. Tatizo ni mke wa mtu na mwenyewe unajua kabisa yule ni mke wa mtu wewe, umeshindwa kumwacha ukatafuta dimu mwingine. Unazingua, Omali, unazingua mwanangu. Ah, wewe, mimi siwendi kule yani, siwezi kwenda. Sikiliza nikwambie, nikwambie timu gomje nijianda kisumbi nyama yani, ni kumung'ang'ania yule mwanamke sio mweo yani, o shida yako nikanganizi, unangania sana Omali, hata mimi najua ni mke. Awe, mi, mimi siwendi kule. Vipi, umekuja nikwazime tena zime tena simu wasiliane au? Na leo nimekuja na ishu nyingine. Studenti, leo nilikuwa natafuta kisimu kidogo hapa cha kununua. Nataka simu ndogo ya kununua. Hebu kama ni kuwepo nayo hapa. Mbona simu nakugusa simu nayo wewe. Mwanangu unanichukuliaje, babu? Kagua kitu hicho. Ngoja inawaka hiyo. Kagua vizuri. Na unaonaje wewe? Iko kwa kabisa hii. Shilingi ngapi sasa hii? Uh, hiyo hapo utanipa 15 tu. 15? Ah, yani, kama ulijua kabisa ni hela ambayo ndio nilio nayo kabisa kama ulijua kumi na tano hii hapo yeah. Ko, mwanangu unauza hiyo simu? Eh, mwanangu mimi nauza. Sasa unaenda na line? Hizi hizi hizi nampa hizi. Hizi nampa hizi. Umemwambia bei ndogo? Wapi, acha tamaa wewe, kuna jela na guesti. We na gesti siku hizi wewe, ulizika na hicho hicho kilichokisema ni.

na manyumba mengi mengi, mimi naishije angani, naishi yako angani, naishingani ndakupa wewe huyo. We una magari manyumba, hivi hivi kweli, hmm? E, e, mavazi yako mimi, nimetoka kanisani eh, nimetoka kanisani eel Haiwezekani. mama alimwambia kachungeni wao oh, wasema oh, na baki na chota haya na wiki siogi. Kumbe upo kwa huyu. Ni mara ya kwanza nilifikiria, nikafikiria nilikaa nikainuka nikakaa nikainuka nikakaa, mara ya mwisho nikafikiria, mbona huyu anakwepa kanisi? Hem, ngojeni kwanza. mimi nikajua mna la maana, kumbe nyote yani kama matairi tu ya machiza. mna akili hivi nyinyi, mna akili kweli? Subiri subiri subiri subiri kwanza Ipe namba mene mene, uh -huh. Mpe namba mpe namba wako huyu. Mimi Zabibu tumemaliza, si ndio? Kwa sasa hivi, na Mungu ameandika Neni wangu. Wangu nani? Zabibu. Mimi huyu nafuata Zabibu, Zabibu tusifuatane, uniache hmm. uh -huh. <laughs> Mpe huyu namba. Mpe nini. wako ni huyu Machaguo yako katika Biblia ni huyu wangu, Zabibu. Zabibu ni wakwangu toka zamani, baki na nani, baki in... Ngoja ngoja ngoja, yale ndo wako sindo? wako wakwangu, mimi nimpeleke wapi? Ah, ushakubaliwa, naenda kwa zabibu. Wewe njoo njoo njoo njoo. Njoo. Uria, njoo. Uria. Kijana namanga, hiku poligasi umenitia mzigo save kabisa, ndomana wana kukubali kijana wangu. No kbisa, leo leo, leo mengi leo <laughs> anekwel ishi e ngapi? apo hapo e. Elfu mbili hapo hapa mboji wangu, uongo? elfu mbili apa nakupata shilingi elfu moja, kweli e huu. Kilo, kilo nyingi. Mzigo kidogo huu. Kukupa elfu mbili, elfu moja safi, unaanza kulialia. Basi kabamba na yako sasa, maskini mwenzangu. Mimi nakupa elfu moja unaikata. Moja ndugu yangu kwa mzigo wote huyo, ni jinsi ilivyokuwa umejaa huyo. Uyaniju... Ndio maana nimeshakwambia mdogo wangu, wewe kama unaona elfu moja haikufai basi wewe wewe karuhuze sehemu nyingine na siku nyingine, mimi usinitee mzigo wako. Mara mimi ndo wana kuokoaga kwenye jamu zako. Sema unajua nini? Yaani, ukienda kupima kwenye mzani wako huli hapa kilo za kutosha, kwa sababu yaani huo mzigo. Hmm? Kwa kweli, maskini kama wewe buku inakufaa na tusichelewe, maana mi nawe tutafanya kazi muda mrefu. Elfu mbili huo mzigo, uongo kuwa kweli. hii hapa. najua unajua kama ninyi maskini, nataka siku moja moja unateseka, ili akili kuingie, kwa sababu mliambaa mwende shule ukakataa. Hii hapa ukakata. Buku mi nakupa buku. Na mdogo bukua, sasa mi nakupa hela mdogo wangu Shida ninyi, maskini unakuta mnalialia sana, ndo maana kwambiaje wazazi wako walikupeleka shule ukakataa. Shida ndo kama hii unalialia. Bukujero, mzigo yenyewe mdogo, huwa arusha huko, basuju chukua hela. Mzigo yenyewe mdogo unalialia lia. Maskini kama nyewe, bana, huwa mnalialia sana, ashika Bukujero na kesho aishe mzigo. Halo? Dada yako ameanguka ghafla, tumepeleka zahanati. Kuna muda na wazo singezaliwakaonestergi. Maskini kila sehemu nakataliwa, kula kwangu mimi ni kwa kutupiwa. Fungu langu lini nitajaziwa? Maisha leo yamenilemea, msalaba sina wa kunibebea. Shida magonjwa yote yamenizidia, hata sijui nani wa kuniokoa.